Halo, habari, karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya, ya Miracle's Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Chifu Mbuna jicho lilimtoka baada ya kuona mishale imeelekea kwa baba yake. Alimsogelea baba yake na tayari alikuwa kashakata moto yani, amefariki. Binti, haya naomba familia yangu ipone haraka kwa sababu ulichokuona ulichokuona kit taka kimetimia, baba yangu kashafariki tayari. Jicho likiwa jekundu huku maumivu ya kufiwa yakiwa yamejaa moyoni, Chifu Mbuna alimsogelea Velina na kumwambia aponye familia yake. Umebakiwa na machaguo machache ndugu yangu, kwa ubishi wako chaguo moja limepungua kwa kuwa umeshindwa kumkata baba yako kichwa akiwa hai na tayari kafariki, unabakiwa na machaguo mawili, chagua kimoja cheo chako cha uchifu nikichukua mimi au familia yako yote ife. Velina, akiwa serious, alitoa masharti mengine kwa Chifumbuna. Haiwezekani, nasema haiwezekani. Wewe binti, sitokuacha salama, nitakufanyia kitu ambacho hujawahi kuona maishani mwako. Ni bora uhame katika hiki kijiji. Chifumbuna alijikuta ana panic na hasira inamjaa, alianza kumtishia Velina. Kwa kuwa umeshindwa kuchagua, mimi nakuchagulia chaguo ambalo ni sahihi na binadamu yeyote anaweza kuchagua <coughs> kuanzia leo, wewe sio chifu wa kijiji hiki, chifu nitakuwa mimi. Velina alitamka hayo maneno mbele ya wazee wa kijiji na wanakijiji wote. Binti, ha -ha, kuwa chifu wa kijiji hiki sio kama unavyofikiria, kuna hatua nyingi, wewe huwezi kuwa chifu. Kwanza hutokani na uko wa kichifu Pili, ni mtoto wa kike. Ndugu zangu wana kijiji, naombeni mtawanyike, mtaitwa nyakati nyingine. Chifu Mbuna alitoa amri. Nasemaje? Kuanzia leo mimi ndiye chifu wa kijiji hiki, na kesho natoa sheria zangu mpya. Kama utaona sheria ni ngumu, jiandae kuhama iki kijiji. Mtake msitake, mimi ndo chifu wa kijiji hiki, Velina akiwa anamaanisha. Aliongea kwa sauti kubwa na wanakijiji wote walisikia ila wanakijiji walipuuzia na kuona Velina anajisumbua tu na kujifurahisha, japokuwa asilimia kubwa walikuwa naombea iwe hivyo kwa sababu wa wamke wakute wa chifu mbu na sio chifu tena kutokana na ukatili wake, lakini walikuwa hawaamini kama Velina anaweza kufanya hivyo. Kwanza kile kijiji cha Mahuma tangia kianze alikuwa hajawahi ongoza chifu wa kike, na pia sheria zilikuwa haziruhusu. Kwa maana hiyo sasa kila mtu alikuwa anaona hiyo haiwezekani. Basi wanakijiji wa kijiji cha Mahuma walikuwa washazoea sheria za kikatili ambazo zilikuwa zipo pale kijijini. Kwa mfano, kila zao unalolima ukipata mavuno, basi ilikuwa nusu yako, nusu ya chifu. Pili, kila mwezi lazima kila mwanakijiji apeleke walau mnyama yeyote kwa chifu kama kitoweo kwa familia yake. Na tatu chifu alikuwa akimtaka mkeo, basi huwezi kupinga, anaenda kulala naye kwa muda anaotaka yeye. Pia ilikuwa hairuhusiwi kumbishia au kumpinga chifu kitu chochote anachotaka kukifanya. Hata hata akitaka kuchukua nyumba yako ampatie anayemtaka hamna kwa kupinga. Basi kifupi pale kijijini, chifu alikuwa kama mungu mtu yani. Zilikuwepo sheria nyingi za ukandamizaji na maonezi, lakini ilikuwa imefikia hatua wanakijiji walikuwa wali wanaona ni sawa tu na ni haki kufanywa vile, washazoea. Basi baada ya wanakijiji wote kutawanyika kufuata amri ya chifu wao, yaani chifu Mbuna, wale wagonjwa wote yaani watoto wake na wake zake na, chifu, na chifu Mbuna walipona na kuwa sawa kama mwanzo. <coughs> na kupatia siku mbili za kukalia kiti cha uchifu na nimekupa hizo siku utafute pa kuhamia, pia umzike baba yako kwa heshima. Zikiisha hizo siku mbili, utahama kwa nguvu, na mimi katika uchifu wangu sihitaji mlinzi wala askari yeyote. Hayo yalikuwa maneno ya Velina ambayo yalielekea kwa chifu Mbuna. Basi Velina aliondoka kwa madaha, na Velina alikuwa akiongea kitu basi habadilishi, yaani ndo inakuwa ishakuwa agizo tayari. Huyu binti mpuuzi nini? Anafikiri kwa chifu ni kama kwenda chooni kunya eh? Sasa subiri, atapata kile anachokitaka, si anajifanya mchawi. Chifu Mbuna alibaki akipiga mkwara baada ya Velina kuondoka. Basi siku hiyo hiyo maandalizi ya msiba wa chifu mstaafu Mzee Mauda yalianza huku watu mbali mbali wakiwa wanakuja kutoa pole. Siku hiyo ilipita, ilikuwa ni siku nyingine mpya. Watu walihudhuria msiba na siku hiyo Mzee Mauda alizikwa kwa heshima kama chifu mstaafu. Watu siku hiyo walikunywa pombe za kienyeji na kulewa ikiwa ni mila ya hapo kijijini kumsindikiza mtu ambaye alikuwa na cheo. Basi siku hiyo ilipita. Ilifika siku nyingine huku chifu Mbuna akiwa amesahau kama alipewa siku mbili tu na Velina. Masaa yalizidi kusogea, hatimaye ilifika jioni. Chifu Mbuna alikuwa kakaa kwenye kiti chake cha uchifu, anavuta ugoro kwa raha zake, huku walinzi wake wakiwa wamesimama nyuma yake. Ghafla Velina kutokea kusikojulikana aliingia mlendani huku akiwa serious. Muda wako wa kukaa humu ndani umeisha, na naona umeutumia vibaya. Sasa utaondoka kihasara humu ndani tena pasina kuhamisha kitu. Nakupa nusu saa, chukua kila ulichoona cha muhimu unachokiona cha muhimu chukua, kwa upande wako uondoke kwenye makazi haya, maana hapa ni makazi rasmi ya chifu mpya. Baada ya Velina kufika, aliongea pointi ambayo ilifanya chifu Mbuna kucheka kicheko cha dharau. Velina alitoka bila kuongeza neno lolote, huku akiwa anasubiri ile nusu saa imalizike. Sekunde zilizidi kuhesabu, hatimaye dakika nazo zilianza kujiongeza. Mwishowe ile nusu saa aliyopewa Chifu Mbuna iliisha, huku chifu Chifu huyo Mbuna akiwa kaimarisha ulinzi kila kona, akiamini kwamba huenda Velina na majeshi yake ambayo atakuja kuvamia nayo pale basi, ndani ya makazi ya chifu ambayo yalikuwa yamezungushiwa wigo mkubwa ambao ulijengwa kwa mawe. Nyuki walianza kutanda kila kona ndani ya makazi hayo, ilikuwa kama mvua ya nyuki, watu walipoteana. Ndani ya makazi hayo kulikuwa na zaidi ya wafanyakazi ishirini pamoja na askari wa kutosha, lakini kila mtu hakumkumbuka mwenzake, yaani walipoteana. Chifumbuna alijaribu kujificha kwenye maficho yake ya siri, lakini bado nyuki walimwandama yaani huko ndo ilionekana wapo wengi zaidi watu wanaoishi mle ndani. Mmoja baada ya mwingine walianza kutafuta mlango hatimaye geti kula kuingilia kwenye ngome hiyo, yaani karibia kila mtu alikimbia na kutoka nje ya ile ngome ya Chifumbuna. Hatimaye naye Chifumbuna alitoka ndani ya ngome hiyo, tena akiwa peku kabisa, maana ilikuwa sio kwa maumivu yale ambayo alikuwa anayapata. Watu wote walienda kukusanyika umbali mita mia huko kutoka kwenye ngome ile, alafu angalau hapo palionekana kidogo kuna usalama na nyuki hawakuwepo. Wakiwa pale, mara ghafla Velina alifika akiwa ipo siriasi mno tena kupita kiasi, akasema, kuanzia leo ndo mwisho wa nyie kuishi mle ndani na yale yatakuwa makazi mapya kwa chifu mpya ambaye ni mimi. Mle ndani ataingia mtu nitakayemruhusu mimi tu. Sasa kama unajitakia kifo, jaribu kaingie pale getini. Velina alitoa vitisho cha maana tena sura yake ya ikiwa kavu hmm. Baada ya kitisho hicho Velina alienda kuingia kwenye ngome ile huku wakiwa wanamwangalia. Chifumbuna alikuwa anaona kama masihara Velina analeta. Kwanza Chifumbuna aliwatuma walinzi wake wawili kwenda kuangalia kama nyuki wameondoka au bado wapo. Ni kweli wale walinzi walienda mpaka getini Walichungulia kule ndani, hawakuona dalili yoyote ya nyuki kuwepo tena hapo. Walirudisha ripoti kwa Chifumbuna. Chifumbuna na wafanyakazi wote wa ngome ile ya kichifu walisogea karibia na geti kabisa. Baada ya hapo, Chifumbuna aliwatuma tena askari wake kama watatu wakachunguze usalama wa kule ndani kabla hata yeye hajaingia. Basi, he ni kweli askari watatu walitia amri ya chifu wao, waliingia kule ndani, ila hawakutembea hata mita tano kwenda mbele, walipata hali isiyo ya kawaida. Yaani miili yao ilianza kutoa damu kila sehemu ya mwili iliyo wazi, puani, mdomoni, masikioni na sehemu zingine, damu zilionekana kuwatoka, huku wakiwa wanajisikia maumivu makali mno miilini mwao. Ah, wale askari ilibidi warudi nje huku hali zao zikiwa hoi. Walipofika pale nje pale alipo Shifumbuna walidondoka chini huku hali zao zikiwa mbaya. Jamani, vipi kulikoni? Mmepigwa ama? Shifumbuna akiwa haelewi aliuliza, ila waliishia kutikisa vichwa. Baada ya hapo, walifariki pale pale tena kwa maumivu makali mno. He, kulikoni mbona sielewi, hebu aende askari mwingine akachungulie tu arudi kunipa taarifa jamani, kama kuna nini kule ndani. Chifu Mbuna alituma askari mwingine, ila tayari askari walikuwa wameingia mchecheto, walikuwa wanaogopa wanaonekana kuanza kuogopa kwa kabisa. Chifu Mbuna ilibidi awe mkali. Ni kweli kuna askari aliamua kwenda, ila kabla hajavuka hata geti, ile hali ile iliyowapata wenzake ilimpata. Yaani, Alianza kuhisi maumivu mwili mzima na damu zilianza kumtoka, huku chifu na wake zake wakiwa wanashuhudia, maana walikuwa wapo karibu kabisa na geti pale. Hakika ilikuwa ni zaidi ya maajabu, yule askari naye alipoteza maisha pale pale. Mpaka hapo chifu Mbuna alianza kuona mambo haya yapo serious. Chifu Mbuna alitoa amri kwa askari wake wazunguke kijiji kizima taarifa wanakijiji kwamba wakusanyike mbele ya ngome ya kichifu, na lengo la chifu Mbuna alitaka wanakijiji wamsaidie kumtoa Velina mle ndani. Basi wanakijiji, baada ya kupata taarifa, ndani ya masaa machache walikusanyika mbele ya jumba la kichifu. Jamani ndugu zangu wanakijiji, hapa kuna tatizo kubwa. Yule binti mchawi kavamia ngome ya kichifu na kusababisha majanga makubwa mno, naombeni tushirikiane kumtoa umo ndani kwa njia yoyote ile. Chifu Mbuna alisimama mbele ya umati wa wanakijiji kuelezea hali ilivyo. Muda huo huo wanakijiji walimuona Velina akiwa anatoka pale kwenye geti A, yeye huku akiwa na hasira haswa. Naona sasa wewe baba umezidisha dharau eh, unaitisha kikao kama nani? Mimi ndio chifu wa hiki kijiji. Wewe unaitisha kikao, watu hao wanawaita hapa, wewe kama nani sasa ndugu zangu wana kijiji, naomba nisikilize. Mimi ndo chifu na amri yangu ndo sheria, na kwenye utawala wangu mtaishi maisha ambayo hamjawahi kuota kuja kuishi kwa sasa. Naomba kila mtu arudi kwake, kesho nitawaita mimi kama chifu, kama chifu wenu, sasa kuja kuwapa sheria mpya. Velina akiwa sirias alitamka maneno ambayo wananchi walionekana kuyapuuzia yaani walikuwa hawaamini kama Velina anaweza kuwa chifu. Mimi ndo chifu nisikilizeni, hamna mtu kuondoka. Chifu Mbuna naye kwa kujiamini sasa aliwaambia wanakijiji, na kweli walimsikiliza na hakuna aliyeondoka. Velina alimwangalia yule chifu, baada ya hapo aliwaangalia wanakijiji, hakuongea neno, aliamua kurudi ndani. Velina alipoondoka tu kurudi ndani pale nje kiliumana, yaani fimbo na virungu vilianza kutembea huku mpigaji akiwa haonekani. Hakika siku hiyo watu walipigwa vipigo, yani kipigo cha mbwa mwizi, yani kila mtu alipita njia yake, na wengine walijikuta wanapitiliza mpaka makwao. Chifu Mbuna naye alipita njia yake, yaani hakuelewa wake zake na watoto wake wamepita wapi. Kifupi kila mtu akiingia aliingia na kujua yeye, maana ilikuwa sio kwa kipigo kile. Watu walifika majumbani wakiwa, wakiwa tayari na ngeu za kutosha na manundu ya kutosha. Ilikuwa ni zaidi ya maajabu katika hicho kijiji. Ah, hofu zilianza kutanda kwa wana kijiji, wakiwa wanaona sasa utawala wa shetani umeingia kwa mara ya kwanza. Wana kijiji wengi walianza kuwaza kuhama kijiji. Siku hiyo ilipita huku chifu Mbuna akiwa amelala kwenye moja ya mwanakijiji. Kwa kuwa Mbuna alijulikana kama chifu, mwanakijiji huyo alimpisha kwenye nyumba yake. Siku hiyo ilipita, ikiwa ni siku nyingine sasa. Majira ya saa nne za asubuhi, watu wakiwa kwenye shughuli zao, walisikia kengere ya ajabu ikiwa inalia. Baada ya hapo, sauti ya binti Velina ilisikika kijiji kizima ndani ya lisali moja, kila mtu awe amefika kwa chifu mpya, la sivyo matatizo unatafuta. Hayo yalikuwa maneno ambayo kila mwanakijiji aliyasikia, yaani wengine walikuwa mashambani, lakini sauti hiyo iliwafikia. Wale wenye uoga zaidi walitii, ndani ya dakika chache walifika maeneo na kijiji kukutana, ila wale wabishi waliendelea na kazi Lisali moja lilikatika. Hakika wale ambao walipuuza walijuta. Yaani watu walikuwa wanakula vipigo na mtu asiyeonekana, kila mtu alikuwa anakutana nacho. Yaani njiani ulikuwa ni mpishano wa watu kukimbilia eneo la tukio. Yaani hiyo ndio ilikuwa ndio siku ambayo eneo la mikutano ya wanakijiji halikutosha kwa namna wanakijiji walivyohudhuria, maana mpaka wale wavivu kwenda kwenye mkutano siku hiyo walienda mpaka watoto wadogo siku hiyo walihudhuria pale nyumbani kwa chifu mpya, yaani Chifu Mbuna, na yeye kipigo kilimleta ya lazima maeneo yale, huku akiwa na hasira isiyopimika. Watu walikuwa wali wanaongea na kulalamika, kila mtu akiwa anaongea lake, wengi wao walionekana kuwa na hofu za usalama wa maisha yao pale kijijini. Ghafla, minongono ikiwa inaendelea, mara binti Velina alifika eneo lile na kupanda juu sehemu ambayo ilikuwa kama sehemu ya mzungumzaji kusimama kama kajukwaa hivi hmm. Watu wote ilibidi wakae kimya, yaani eneo lile lilibaki kama hapana watu hivi, kimya kabisa, ni sauti za nzi tu zilikuwa zinasikika. Hakika watu walikuwa wanaona binti Velina kama shetani hivi. Akasema, ndugu zangu, kwanza poleni kwa maswaibu ya jana na leo, na mnisamehe kwa hilo, na yote imetokea kwa sababu ya ubishi na kutotaka kusikiliza kiongozi wenu. Velina alitoa pole kwa wanakijiji wote, lakini hakuna aliyeitikia. Okay, narudia tena, mimi ndo chifu mpya wa hiki kijiji, utake usitake. Na nataka nitoe sheria mpya ndani ya hiki kijiji eh. Kwanza kabisa sheria zote ambazo zilikuwepo nimefuta. Yani hakuna mtu ambaye atachukuliwa mazao yake na mtu yeyote, kila mtu kile anachokipata ndio kitakuwa chake. Pili, hakuna mtu atatoa mchango wowote kwa mwezi, pia hakuna atakayetoa mnyama wake kumpa mwenzake. Kifupi, kila mtu kitu alicho nacho ndio kitakuwa chake. Pia hiki kijiji, hakuna anayeruhusiwa kumuua mwenzake kwa kosa lolote lile mpaka kesi hiyo iletwe kwangu. Ndani ya hiki kijiji ataruhusiwa mtu yeyote kuingia na kutoka. Kila mtu ataruhusiwa kufanya biashara anayoitaka iwe ndani ya kijiji au kwingine. Pia kama kuna mtu alikuwa kapokonywa nyumba yake au shamba lake au mfugo, atarudishiwa. Makosa ambayo yatafanya mtu apewe adhabu ya kufungwa ndani ni kama kuiba kitu cha mtu kuroga, kukutwa na mke wa mtu pia, kufanya maonezi kwa mtu au kumtishia mtu. Makosa ambayo yatafanya mtu apewe adhabu ya, ya kifo ni mawili tu, kuua na kubaka. Mtu atakayefanya makosa hayo hakika atauawa kwa kupigwa mawe na wanakijiji mpaka kufa. Hizo ndo sheria za hapa kijijini kuanzia leo, na chifu ni mmoja tu ambaye ni mimi. Kama kuna mtu hana makazi, yatima, hajiwezi anaruhusiwa kuja kuishi hapa kwangu, na pia katika uongozi wangu sitaki maaskari wala walinzi. Velina alimaliza kutoa mipango yake na sheria zake mpya. Kwanza wanakijiji walikuwa wanaona kama wanaota hivi maana, walikuwa wanaona ni kitu kisichowezekana. Wanakijiji walianza kutazamana huku wakiwa wanamtazama Velina. kama kuna mtu alichukuliwa shamba lake, mfugo wake na kitu kingine, naomba aje mbele leo leo, kila mtu anapewa kila kilicho chake. Velina aliendelea kuwashangaza watu kwa maamuzi yake. Watu wengi bado walionekana kumwogopa Chifu Mbuna, yaani wengi walikuwa wanaona kama ni mtego hivi, na hilo Velina aligundua, kwa sababu aliona watu wengi wanamgeukia mbuna na kumwangalia chifu mstaafu naomba uondoke ndani ya dakika tano maana naona wanakijiji wangu wanakuogopa velina alitoa amri kwa chifu mbuna ila chifu huyo alionekana kutokubaliana na hilo baada ya dakika tano kutimia bwana mbuna aliondoka bila kulazimishwa maana kile alichokutana nacho <laughs> ilikuwa siri yake baada ya Chifumbuna kuondoka watu wengi walisogea mbele na kuelezea vile vitu ambavyo walikuwa wamechukuliwa pale nyumbani kwa Chifumbuna. Walikuwa palikuwa na mifugo ya kutosha, yaani palikuwa na ng'ombe zaidi ya mia, mbuzi na kondoo wa kutosha pia punda wa kutosha. Lakini Velina bila kujali aliwagawia wanakijiji ile mifugo yote, yaani ilibakia kidogo tu pia store ilikuwa imejaa mazao na mavitu kimbao aliwagawia wanakijiji. Kuna wengine walikuwa wamepokonywa nyumba zao na Chifu Mbuna na nyumba zile zilikuwa zimegawiwa kwa maaskari wa chifu huyo, lakini Velina aliwarudishia zile nyumba wenye nazo mwanzo. Watu waliona kama masihara hivi, yaani walikuwa wanaona kama vile vitu wanapewa ila vitachukuliwa tena, lakini kadri siku zinavyozidi kusogea Velina alionekana kwamba yuko serious. Mwezi mmoja ulikatika. Watu walishangaa hakuna askari anayepita kuja kukusanya kodi wala kuchukua mfugo wowote kama ilivyokuwa awali. E, kidogo kidogo watu walianza kumwona Velina kama mungu mtu, yaani kutoka kujua kama shetani walianza kumwona kama mungu wao. Chifu Mbuna, nguvu yake ilizidi kupungua kidogo kidogo, na wananchi walikuwa wali hawamwogopi tena kwa sababu hata askari walikuwa wamemkimbia kutokana na kwamba alikuwa hana cha kuwapatia basi kijiji cha mahuma kiligeuka kisiwa cha burudani yaani kila mtu alikuwa anaishi kwa urefu wa kamba yake hakuna ambaye ya alikuwa anamwonea mwenzake wala kuchukua cha mwenzake wale wasiona makazi na wasiojiweza walianza kuishi ndani ya ngome ya kichifu na Velina alikuwa anaishi nao kama familia huku wakiwa wanasaidizana kazi za hapa na pale. Pia familia ya mzee Toshi Velina aliichukua na kuanza kuishi nayo pale kwenye ngome ile. Yaani furaha ambayo walikuwa wanapata, walisahau kabisa kama Velina alisababisha kifo cha mzee Toshi. Basi baada ya miezi mitano kupita, watu walivuna mazao yao, yaani ilikuwa kama maajabu, mtu anavuna gunia tano alafu zote zinakuwa zake. Hakika jina la Velina lilianza kuimbwa kila kona ya kijiji mpaka vijiji vingine vilipata taarifa ya Velina. Baada ya miezi kadhaa mbele, Velina alisafiri na kuelekea mjini, na lengo lilikuwa ni kwenda kutengeneza mazingira ya wafanyabiashara kufika kijijini kwake na pia kuomba watu waje wawekeze katika kijiji chake. Bwana Mbuna baada ya kuona Velina kasafiri alitaka kuchukulia hiyo fursa kupindua uchifu wa pale na kurudia kwenye madaraka yake, lakini wanakijiji hawakukubali swala hilo. Yaani bwana huyo alipigwa kipigo kisicho cha kawaida na wanakijiji. Kipigo kile kilikuwa kizito mno, kilifanya Chifu Mbuna kufariki. Basi baada ya mwezi mmoja Velina alirudi kijijini akiwa na wafanyabiashara kama kumi hivi ambao walikuwa kawashawishi, na kweli wafanyabiashara wale walifanya biashara ya maana pale kijijini, waliombwa warudi tena. Kuanzia siku hiyo kijiji hicho kilianza kufikiwa na wafanyabiashara wengi tu, na kuna watu walianza kuwekeza na kujenga maduka makubwa makubwa pale kijijini. Baada ya mwaka kupita, kile kijiji kilitambulika na serikali rasmi na shule ilijengwa. Pia zahanati nayo ilijengwa, yaani kutoka kwa kijiji cha gizani mpaka kijiji kilichoendelea. Hakika Velina alikuwa rais wa kile kijiji, yaani wanakijiji walikuwa hawamuelewi mtu yeyote anayeenda kinyume na Velina pale kijijini. Kila mtu aliyekuwa anapata mtoto wa kike alikuwa anampa jina la Velina, yaani kijiji kilibaki na kina Velina kama mvua. Hakika mtu kwao pamoja na kwamba Velina alikulia mjini lakini aliona kunayo haja ya kukikomboa kijiji chake kutoka kwenye giza na kukileta kwenye dunia wanaoishi watu wengine. Mtu kwao, tusione tusionee aibu nyumbani jamani, badala ya kuonea aibu kwenu, jaribu kupafanya kwenu pawe pa kujivunia. Basi hii ndio mwisho wa simulizi yetu fupi na imekuja kwako kwa jinsi ya kukuburudisha na kukufundisha na pia kukupa mwangaza wa maisha. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, basi ninakukumbusha usisahau kusubscribe, bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe, na kisha itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele, hiyo itakuwezesha wewe kupata notification pindi tutakapoleta video nyingine mpya ambayo ni nzuri zaidi ya hii. Asante na kwaheri.